Mpaka koko mm. Kuchoka uchovu ndio mm. Mwingine mtu anaweza akapata swelling, joint pains. Mm. Mm. Joint pains hivyo pia ni, ni viashiria vimojawapo vya ugonjwa wa mpox. Mm. Okay sawa, saa tuzungumze jambo jingine hapa eh, labda tunaona chuo kik, eh, chuo cha RUCU ni eneo kama nilivyosema lina mikusanyiko mikubwa ya watu na ugonjwa wa mpox kwa sasa hivi wimbi lake la uenezaji ama usambaaji ni mkubwa sana. Sasa tutambue ushirikiano ni una ushirikiano gani kati ya wizara eh, ya afya chuo kikuu cha RUCU lakini pia na wizara nyingine za afya za kiserikali, jambo hili mmeliwekaje kuhakikisha tunapambana na maambukizi ama kuenea kwa ugonjwa mpox? Asante, jambo la kwanza nisiseme kwamba tayari tumeshaanza tumeshaanza moja kwa moja kufanya nao ma, amini kufanya nao ushirikiano, maana mm. wote tunaelewa kwamba ndio tumefungua sasa hivi chuo mm, lakini tayari tumeshakaa sisi kama wizara ya afya, chuo kikuu katoliki Ruha, tumeshakaa tumeshakaa kuangalia ni namna gani tuifanye, na pia tayari tumeshaanza kuzungumza na baadhi na na, na, na, baadhi ya mashirika pamoja na hospitali ya mkoa baadhi ya hudumu uh, watu mm. wakada afya, mm. katika mkoa, katika kubwa, ya afya katika hospitali ya mkoa tukiwa na lengo kubwa ya kuja na, na kutoa elimu zaidi namna gani ugonjwa huu unavyosambaa na namna gani sisi kama wanafunzi tujifunze. Maana tunasema kwamba haitoshi kwa sisi tuamini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, tu mimi waziri wa afya na timu yangu kusema kwamba tunapita anzisha tuna, tuna, tuna ziara tunapita tukaongea nao. Unajua, wanafunzi tunakasumba tuna, tuna moja kwamba mm -hmm. ah, huyu ni waziri wa afya, huyu namfahamu, ni fulani, huyu mm. ni, fa, ni, ni, ni, fulani kwao, hata ile attention inakuwa ni ndogo, lakini wanapoona kwamba kuna mtu ye, amekuja ni mkubwa, eh, daktari labda, wale sehemu fulani labda mtu fulani kitu fulani, unaona, kule ile jambo kule lipo serious kwao. Sisi kama wizara tumejipanga, na tayari tumeshaanza kufanya mazungumzo, tukiwa na lengo kubwa la watu wao kuja kutoa elimu, namna gani ugonjwa unavyosambaa, namna gani tujikinge, namna gani, namna gani tunaweza tukasurvive, hali ya kuwa ugonjwa bado upo. Sawa, neno moja kwa jamii ambayo inaizunguka chuo kikuu